Meli hii inapokuja kwenye eneo letu hili ni kiashiria cha kuendelea kukuza uchumi, kwanza uchumi wa mifukoni kwa wananchi wetu. Wakati wa ujenzi wa bandari hii, wapo wa waliweza kubeza kwamba ni maendeleo ya vitu, lakini kwa fursa ambazo tumeambiwa hapa, takribani ajira za watu 300 kwa mpigo kwenye wiki, maana yake ni kukuza uchumi wa watu wetu waliopo kando kando ya bandari ya Karema hapa, lakini kukuza biashara baina ya nchi hizi mbili Tanzania na Burundi, lakini baina ya Tanzania na DRC na nchi zingine ambazo ziko kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika, na kwenye barabara yetu hapo imetengwa bilioni 212 ambapo wakandarasi tumekagua barabara, tumeona makaravati yameanza kukamilika, mengine yanajengwa, vyuma nondo zinasukwa kwa sababu Mama Samia ametoa fedha na mheshimiwa akakoswa ameomba fedha, tumepewa. Mheshimiwa akapata diwani wa kata hii ni miongoni mwa wapambanaji ambao walikuwa napambana iwepo, iwepo bandari ya uhakika tuwaalike wawekezaji wenye mitaji ya kuwekeza kwenye meli wawekeze, bandari ipo kwa ajili yako. Wenye mitaji ya kuwekeza kwenye boti kama hii hapa, wawekeze, bandari salama iko hapa. Wenye mitaji ya kuwekeza hoteli, njoni Karema, Tanganyika, maeneo yapo na fursa zipo. Lakini wenye mizigo mikubwa, tuwaite waje Karema, mizigo ya kwenda DRC Kongo mizigo ya kwenda Burundi na maeneo mengine joni Karema, bandari ipo inafanya kazi. Kwa hiyo wito kwa wananchi mlioko maeneo ya ya Karema, hizi fursa za kupakia na kushusha mizigo ni fursa ambazo mama Samia amewaletea. Hawa watu wanahitaji chakula, kwa hiyo kuna watu ambao wenye biashara ya kuuza chakula nao wanafanya kazi. Wakulima nao wanapata fursa ya kuuza mazao yao ama hapa ndani ya nchi ama nje ya nchi, bandari ipo kwa ajili ya watu wote. Naitwa D Sylvesta Mabula, ni meneja wa bandari za ziwa Tanganyika. Hapa tuko bandari ya Karema. Hii ni bandari ya kimkakati, imejengwa na TPA kwa gharama ya bilioni 48, eh mwaka 2020. Imeanza kazi rasmi eh, mwezi wa tisa mwaka 2022. Tumebahatika siku za karibuni kupata mzigo wa kusafirisha kwenda Burundi na meli inaitwa Teza imeingia hapa tarehe 25 mwezi wa tatu. E, inapakia mzigo wa makaa ya mawe e, ulishapakia tani 1290 na sasa hivi unamaliza tani 210. Ina mzigo wa kuchukua tani 1300 kwa ajili ya kupeleka Burundi. Kwa hiyo ni neema kwetu, badali ni moja ya bandari za kisasa katika ziwa hili. Inaweza kusema ni moja ya bandari kubwa sana katika ziwa hili lakini bahati mbaya sana tumepata kidogo changamoto ya barabara kiasi kwamba imeshindwa kupata mzigo mkubwa, lakini sasa hivi tunashukuru Mungu barabara inatengenezwa na tunaamini kwamba baba ikiwa tayari bandari hii kwa ukubwa wake, lakini kubwa sana nafikiri kupata bandari zote ambazo zipo katika ukanda huo inaweza kufanya kazi kubwa zaidi na tukapata eh, mapato kubwa kwa serikali. Naitwa Michael Isaac ikapata diwani wa kata ya Karema, namshukuru sana Mama Samia kwa kuipa mwendelezo hii bandari mpaka kuikamilisha leo hii. Sasa tumekuwa na uwezo kwanza kupokea hizi meli zinazokuja kupakia, kupakia haya makaa ya mawe, na kutokana na biashara hii ya makaa ya mawe imefanya watu wa Karema kupata ajira kwa wiki sio chini ya watu mia tatu watu 350 hamsini wanapata ajira majina, anaitwa Musa Juma ni mkazi wa Karema, vijana tumefarijika tume, tume tumefarijika kwa kupata mradi wa bandari na mpaka saizi tume, tunapata kazi ya makaa ya mawe kupakia meli, kupakia melini kwenda nchi nyingine jirani Burundi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, pia tunamshukuru na Mama Samia Suluhu. Mwenyezi Mungu amjalie. amjalieiwa Joseph wasi, kwa kuwa ishu kubwa ni barabara. Barabara bado sio nzuri vile vile, tunaomba na meli ziongezeke. Ziongezeki, si Watanganyika hatuna meli za kuweza kutusaidia kwa jina naitwa Vero Kambi, yaani mwenye wanaoka kijueni, mwenye wana kazi yoyote ni udinga kwa sababu Mama Samia amejenga bandari haya. Saa hizi tuna meli inaonekana, kazi yoyote itapotokea, sisi wazaliwa Karema tunajitokeza kwa wingi.